E, jukumu letu kubwa ni kusambaza huduma ya maji safi pia na uondoshaji wa majitaka katika manispaa hii ya Singida pamoja na miji midogo ambayo tunaihudumia ya e, Ikuguno, e, Ilisya, Sepuka, Uma, Ikungi. e, na jambo jingine ni kwamba leo e, ninazungumzia kwa kifupi e, swala au wimbi la wizi wa mita ambalo lilitokea Eh, hivi karibuni katika manispaa yetu hii ya Singida, lakini kwa ushirikiano na vyombo eh, ya dola tumeweza kufanya kazi pamoja na viongozi wetu eh, wa hapa kwa maana ya mheshimiwa mkuu wa wilaya na hata mheshimiwa mkuu wa mkoa anatusaidia sana na viongozi wengine, bila kumsahau kamanda wetu wa polisi wa mkoa wa Singida na vile vile, eh, mkuu wa polisi wa wilaya kwa maana ya OCD na vijana wao, tumefanya kazi kwa ushirikiano na tukabaini au kuwapata watuhumiwa wakiwa na vidhibiti vya mita hizo ambazo ziliibiwa na zingine tayari walikuwa tayari zimeharibiwa. Kwa hiyo e, mpaka tunakamata hao watuhumiwa e, jumla ya mita mia mbili ishirini zilikuwa zimeibwa kutoka kwenye makazi ya wateja wetu. Kwa hiyo mpaka sasa ninachoweza nikakizungumza ni kwamba swala hilo be, liko mikononi mwa mwa vyombo, kwa maana ya vyombo vya dola. Wanashughulikia wenzetu wa polisi, lakini tunaendelea kushirikiana kuhakikisha kwamba tunadhibiti, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha kwamba tunaua kabisa mtandao huo wa wizi wa mita. Na kwa sasa naweza nikasema tunashukuru, kwa sababu vitendo au matukio ya wizi wa mita ni kama yame yame yamesimama yame, yame, yame, au yamesita kwa muda hatujasikia eh, vitendo hivyo kwa siku kadhaa. Kwa hiyo tunashukuru sana, tunawashukuru wananchi kwa ushirikiano na uvumilivu, lakini pia tunawashukuru viongozi na hata watumishi wa wenyewe wa mamlaka ya maji ya SUWASA. kwa habari mbalimbali za ndani na nje ya nchi, usikose kutizama Cales TV kila siku.